Tunapokwenda kuzindua msimu huu wa ununuzi wa mazao mbalimbali mbali, kiwemo zao la pamba, tumbaku na mazao mengine mbalimbali tunayoyazalisha, nitoe maelekezo yafuatayo. Jambo la kwanza, tutumie vituo vya kuuzia mazao ambavyo viko katika kila halmashauri. Kama nilivyosema, swala la uhakika wa chakula ni swala la kiusalama. Kama wananchi wetu hawana uhakika wa chakula, kama wananchi hawa wana njaa tumboni, swala la usalama litakuwa ni gumu sana kulisimamia. Kwa hiyo wenye viti wa kamati za usalama za wilaya ambao ni wakuu wa wilaya, hakikisheni mauzo ya mazao mbalimbali yanapitia kwenye vituo na yanapitia kwenye mifumo rasmi iliyowekwa na serikali, ili kuweza kufanya biashara rasmi na kuweza kudhibiti uh, mazao hayo, kuhakikisha tunabaki na akiba ya chakula, ziada peke yake ndio inayouzwa. Lakini vituo hivi vitawezesha kupata takwimu. Na vitawezesha pia kupata ushuru mbalimbali wa halmashauri ambao utakwenda tena kuzunguka na kurudi kwa wananchi kwenda kufanya shughuli za maendeleo na shughuli za utoaji wa huduma. Kwa hiyo, vituo vya ununuzi wa mazao ambavyo vimeanzishwa kwenye halmashauri zote vitumike na visimamiwe kuhakikisha huko tu ndio biashara za mazao zinakofanyika. Lakini suala lingine, kupitia utaratibu wa kilimo cha mkataba kupitia vyama vyetu vya msingi vyama vya AMCOS, mazao ya tumbaku na mazao ya pamba ni watake wakuu wa wilaya kwenda kusimamia kikamilifu. Hivi karibuni tumeanza kuona hujuma ikifanyika. Viongozi wa AMCOS ambao tumewapa mamlaka au wamepewa mamlaka na wakulima kuwasimamia na kuwatetea wakulima, wamekuwa wakikiuka utaratibu huu wa kilimo cha mkataba. Ni waagize wakuu wa wilaya kuhakikisha kwamba kilimo cha mkataba cha tumbaku na kilimo cha pamba kinasimamiwa kikamilifu kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu. Haikubaliki na wala haitavumilika kuona mwananchi mmoja mmoja bepari anakwenda kutoa mbolea, anakwenda kukopesha fedha kwa wakulima ili walime tumbaku, walime pamba na mazao mengine, alafu baadaye kuja kuchukua mazao yale, yeye kwenda kupata manufaa makubwa ya soko ambalo lipo. Kwa wetu wa Katavi kwa mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano ambapo tumeanza na zao moja la ufuta na utaratibu wa masoko kupitia stakabadhi ghalani unaendelea. Ni mara ya kwanza tunaweza kuwa tunakumbana na changamoto za hapa na pale, kwa sababu tulifanya hivyo mwaka elfu mbili na kumi na tisa ishirini, tukapata changamoto za hapa na pale tukabwaga manyanga tukauacha huo mfumo. Lakini sasa wenzetu wa mikoa mingine wanaendelea kunufaika na mfumo huu wa stakabadhi ghalani ambao unalenga kumnufaisha mkulima, na kwa maana hiyo na sisi tumeungana na wenzetu wengine kwenye mikoa mingine kuhakikisha mfumo wa stakabadhi ghalani unatumika na tumeanza na zao moja la ufuta kwa mwaka huu, na panapo majaliwa, wakati unaokuja, kwa maana msimu unaokuja, tunaweza tukaongeza mazao mengine ambayo Uh, yanaweza kununuliwa na kuuzwa katika mfumo huu wa stakabadhi ghalani. Kuna karanga, kuna mbaazi, kuna soya na kadhalika na mazao mengine. Kwa namna ambavyo tutakuwa tumeendelea kupata elimu na uzoefu, tutafanya hivyo ili kuhakikisha kwamba mfumo huu unawanufaisha wakulima. Tukirudi kwenye swala hili la pamba, nitoe shukurani na pongezi kwa wanunuzi ambao ni kampuni ya NGS Investment Company Limited iliyoko kwenye mkoa wetu kwa kuendelea kuwa soko la uhakika la mazao haya ya pamba. Kama tulivyotangulia kupata takwimu za uzalishaji kwamba makadirio ni kilo milioni kumi na mbili laki tano na nne na mia nne, basi niwaombe wakulima kuhakikisha kwamba mazao haya yanapovunwa, zao la pamba, hakikisha umesafisha pamba yako vizuri, umeichuma na kuitunza katika utaratibu unaostahili, ili tunapopeleka kiwandani, basi tusiwe usumbufu. Maake nimemsikia hapa meneja akizungumzia kwamba baadhi ya wakulima au baadhi ya AMCOS zilipeleka pamba ambayo haina ubora na usafi ule ambao unastahili. Niombe wakulima katika kuvuna, simamieni kanuni na maelekezo ya wataalamu wetu kwa mazao ya pamba, mazao ya ufuta, mazao ya tumbaku, namna ya kuweka ile mitumba kwa gredi zinazofanana bila kuchakachua na bila kuongeza vitu ambavyo si zao husika. Baada ya kusema hayo, naomba sasa nitamke kwamba kwa mamlaka niliyopewa, natamka kwamba msimu wetu wa mazao na hasa msimu wa masoko ya mazao ya pamba, tumbaku na kadhalika kwa mwaka huu 2025/26 nimeuzindua rasmi, na sasa twende tukafanye biashara hiyo katika utaratibu uliowekwa. Tunaendelea kusisitiza kwamba ili mkulima aweze kufaidika na kilimo chake ni lazima aweze kuzalisha kwa tija, kwa maana kwamba aweze kupata mavuno mengi katika eneo dogo. Ndiyo maana sisi tunasisitiza matumizi ya mbolea, lakini pia matunzo safi ya zao la pamba ili kuweza kuzalisha mazao, mavuno mengi kwenye ekari moja. Mathalani sisi tunalenga kwamba walau mkulima aweze kupata kilo elfu moja kwa ekari, ambayo sasa tunaona kwamba inamletea tija ukilinganisha na bei zinazokuwepo za zao la pamba, kwamba sisi tunaona kwamba kama tutamwezesha mbegu, kama talima vizuri, aa, kama ataweza kunyunyizia vizuri kwa kupewa pembejeo zinazofaa kwa wakati, tunategemea mkulima naweza kapata zaidi ya kilo elfu moja. Kwa mfumo ambao wamekuja nao kwa kilimo cha pamba, basi tumefurahi sana, maana hapo awali tulikuwa tunaibiwa sana kilo zetu, lakini kwa sasa hivi kwa mfumo walioleta huu naona utatunufaisha vizuri manake napima furushi langu hadi eneo la fedha yangu iliyokuwa imetoa ile furushi linapatikana vizuri kwamba nadai shilingi ngapi hapo kuniibia na, akuwa sio rahisi. Ambacho tutaomba tu labda kingine, sasa labda namna ulipaji ndio wanawaisha, wasio nachelewesha sana ulipaji wa hiyo hela ya pamba. Changamoto za nani, mizani za zamani zilikuwa na wizi, walikuwa wanachakachua, lakini sasa hivi tunaona tumelizika. Wakulima wa zao la pamba wametuletea hii nani, mizani ya simu. Ya, ina nani tumeona imefanya vizuri hapa mm.